Moja kati ya hesabu za biashara ni taarifa ya mapato na matumizi. Hii taarifa ni muhimu sana kwa sababu ndiyo inaonyesha kama biashara imepata faida au hasara. Kwenye video hii nitaeleza jinsi ya kutengeneza taarifa ya mapato na matumizi ili uweze kufahamu kama biashara imepata faida au hasara. Taarifa ya mapato na matumizi. Taarifa ya mapato na matumizi imegawanyika katika sehemu kuu zifuatazo: kwanza ni hesabu za mauzo, pili ni hesabu za gharama za kufanya mauzo, tatu ni hesabu za gharama za uendeshaji wa biashara, nne ni hesabu za gharama za kifedha na uchakavu wa vifaa, na tano ni faida. Aina mbili za faida ya biashara. Katika utengenezaji wa taarifa ya mapato na matumizi, hii taarifa inaonyesha kuwa kuna aina mbili za faida ambazo ni kama ifuatavyo: moja ni gross profit na ya pili ni net profit. Gross profit au kwa Kiswahili anasema faida kubwa, hupatikana kwa kuangalia uwiano baina ya mauzo ya bidhaa na gharama za kufanya hayo mauzo. Formula ambayo inayotumika hapa ni kuwa fedha zinazopatikana kutokana na mauzo unatoa gharama zilizofanyika kufanya hayo mauzo. Sasa kinachobaki hapo ndio kinaitwa faida kubwa au gross profit kwa Kiingereza. Aina hii ya faida hupima ufanisi wa mwenye mfanyabiashara katika kuuza bidhaa kwa wateja ambazo amenunua kutoka kwa wafanyabiashara wengine. Iwapo faida kubwa inakuwa ya kiasi kikubwa, ina maana kuwa huyu mfanyabiashara ametumia vizuri bidhaa alizonunua kwa kuziuza na kupata hiyo faida kubwa. Net profit au kwa Kiswahili wanasema faida halisi Faida halisi hupatikana kwa kuangalia uwiano baina ya mauzo na gharama zote zilizofanyika katika biashara. Tukisema gharama zote zilizofanyika katika biashara, maana yake ni kuwa hizi ni gharama pamoja na gharama za kufanya mauzo, gharama za kuendesha biashara, gharama za kifedha na uchakavu wa biashara. Sasa fomula inayotumika kuweza kupata hii net profit au has, au faida halisi, halisi ni kama ifuatavyo. Faida halisi ni sawasawa na mauzo yaliyofanyika, unatoa gharama za kufanya mauzo, unatoa gharama za uendeshaji na mwisho unatoa gharama za kifedha. Sasa inayopatikana hapo ndio inakuwa ni net profit au faida halisi. Aina hii ya faida upima ufanisi wa mfanyabiashara katika kuzalisha faida kutokana na bidhaa ambazo wameuza kwa wateja. Ili kufahamu net profit na gross profit zinavyopatikana, nimeamua kuwaonyesha mfano ambao ni ni taarifa ya mapato na matumizi ya biashara, na kwenye hiyo taarifa ukiangalia utaona kuna gross profit ambayo ni faida kubwa, lakini pia kuna net profit ambayo ni faida halisi. Sasa hiyo ukiangalia kwa makini, ndio utaona na wewe unavyoweza kutengeneza e, taarifa yako ya mapato na matumizi ambayo itakupatia gross profit na net profit. Sasa nimeamua kuwaonyesha mfano wa taarifa ya mapato na matumizi ili muweze kuelewa nilichozungumza kwenye kipindi kwenye hii video ya leo. Hili ni duka la Bwana Mangi ambapo alitengeneza taarifa ya mapato na matumizi eh, kwa mwezi wa disemba mwaka 2021. Yeye biashara yake ni nguo. Sasa ukiangalia hapo utaona kuwa mapato ya kuuza nguo alipata milioni kumi na tano na laki tano lakini pia kulikuwa na gharama za kununua hizo nguo ambazo waliuzia wateja ambao ni milioni tano Sasa ukitoa milioni tano kutoka kwenye milioni kumi na tano na laki tano inabaki milioni kumi na laki tano Sasa hii milioni kumi na laki tano ndio inaitwa gross profit, kwa maana kuwa ni faida inayopatikana baada ya kutoa mapato na gharama za kununua bidhaa kwa hiyo hapo tumepata gross profit au faida kubwa ya milioni kumi na laki tano. Sasa kinachofuatia ni gharama za uendeshaji wa biashara ambapo nimeziainisha hapo mambo ya kodi, si matumizi ya, ya internet na vitu mbalimbali. Sasa hizi gharama za uendeshaji, gharama yake ni milioni tisa kama inavyoonekana pale chini na laki sita. Sasa utakuta kuwa ukishachukua hiyo faida kubwa, nayo ni milioni kumi na laki tano hapo juu au gross profit, ukitoa haya matumizi ya kuendesha biashara ambayo ni milioni tisa na laki sita, kinachobaki ni laki tisa kama unavyoiona hapo. Sasa hii tunasema ni laki tisa ni gharama, ni faida ambayo imepatikana baada ya kutoa, e, manunuzi, ya kutoa manunuzi gharama za manunuzi pamoja na gharama za uendeshaji inabaki laki tisa. Sasa kuna gharama nyingine ambazo inabidi uzitoe, mojawapo ni gharama za kifedha, kwa maana kwa mambo ya miamala ya benki na nini, hapo unakuta ni laki mbili. Na gharama ya mwisho ni gharama uchakavu, uchakavu wa vifaa, nayo ni laki mbili. Sasa ukizitoa hizi zote, unabaki na laki tano. Sasa hii laki tano ndio inaitwa net profit au kwa Kiswahili ndio faida halisi ya biashara.